Nikiwa na shida mimi hupaza sauti, si kwa kelele, ila kwa matumaini. Kutawanywa kwa wafanyabiashara wa soko la katikati la jiji la Eldoret na kupelekwa maeneo ya Kahoya, Bahati, Langas na kwingineko kumewafanya wafanyabiashara hawa kuuza bidhaa zao kando ya barabara ya jiji hili, huku wakisubiri kukamilishwa kwa soko jipi. Angewache ile kwanza iendelenge na biashara kama wakati Mandago alikuwa na akadia kajenga ya chini, na ile imefaa namna gani? lakini kufukuza watu si kitu ya maana. Hili ndilo lililokuwa lango la kutoka na kuingia kwenye soko la kitambo, ila baada ya kufungwa, jujua inatuchoma. Oh, mvua hmm, inatunyeshea hapa hmm. katikati ya jiji kumesalia bila soko maalum ya kuuza bidhaa kama mboga, matunda na kadhalika. Wakati walibomoa soko, mimi ni mmoja mwenye niliathirika, kwa sababu nyungu singebeba niende Kahoya, Langas ama penye walipeleka watu wengine. Lakini wakati walifanya hivyo, watu wengi waliteseka, nikiwa mmoja wao. Nimehangaika, hata kulipa nyumba ni shida, kwa sababu kazi huwezi wacha tu kazi uende kwa kazi nyingine. Ni matumaini ya wafanyabiashara hawa kwamba soko hili jipya litakamilishwa haraka. Wafanyabiashara hapa hivi, tumeumia sana, na naomba kwa sababu naona wameanza kujenga soko baada ya mateso mengi, waharakishe ku juu vile walihamisha soko, ikaenda Kaoya, ikaenda Mnyaka, tunakosa mpaka transport ya kwenda huko. Sisi sana sana sisi wa biashara ndogo ndogo, tunaomba sana serikali atuharakishie soko ikuje, turudi vile tulikuwa, eh, lakini naomba soko ikuje tukuwe organized. Ni hayo tu. Soko hilo jipya linajengwa na, na serikali ya kaunti na ushirikiano ya kitaifa. Na inatarajiwa kuwanufaisha maisha ya wakazi wa jiji hili jipya la tano nchini. Omala Bramwel, NTV Mashinani.